Maandalizi ya Afcon ambayo yatafanyika mm -hmm. ya ishirini ishirini na saba yanaendelea katika namna kubwa mbili mm -hmm. Kwanza kuna maandalizi ya miundo mbinu. Miundo mbinu ni sehemu muhimu sana ya, ya mashindano haya mm hususan -hmm. uh, ni miundombinu ambayo itatumika katika mashindano moja kwa moja lakini vile vile kuna miundombinu ambayo inatumika na washiriki wa mashindano wa timu zenyewe, mashabiki na wadau wote walioko katika mnyororo wa thamani wa mashindano husika. Aa, kwenye miundombinu, aa, kama serikali naona imewekeza vya kutosha na nafikiri mnatambua kwamba kuna viwanja vinajengwa na kuna viwanja vinaboreshwa. Uh, viwanja vinavyojengwa, tuna uwanja pale Dodoma, tuna uwanja pale uh, Arusha na tayari uwanja wa Arusha umeshafika asilimia fulani hmm. Uh, na maandalizi yanaendelea na ujenzi unaendelea uh, na ule uwanja wa Dodoma tayari mkandarasi amekwisha patikana na mkataba ulisaidiwa tayari mwezi uliopita. Kwa hiyo tuko tuna tuna tunasogea tuna, tuna lakini kuna maboresho ya viwanja uwanja wa Benjamin uh, Mkapa hapa Dar es Salaam maboresho yanaendelea. Uh, kumekuwa na changamoto za hapa na pale, lakini kimsingi, kama serikali, tunaendelea kuzi, kuzi, kukabiliana nazo na nafikiri jitihada kubwa sana zinafanyika kuhakikisha kwamba uwanja unakua, una, unaendelea kuwa katika ubora ambao unahitajika. Uh, hiyo ni kwa Afcon. Mm. Tuambie kuhusu Chan ambao anatarajiwa Agosti. Mhuu, kuhusu Chani, uh, Chani uh, maboresho ya viwanja yamekamilika kwa asilimia kubwa. Viwanja vya aina mbili. Kwanza kuna viwanja vya mazoezi, viwanja hmm. vya mazoezi hapa Dar es Salaam, kuna viwanja vile vya Jimkana Jenerali Samunyo na shule ya sheria kule vinaboreshwa kuifikia viwango ambavyo uh, vina vinahitajika vina kwa ajili ya maandalizi, kwa maana ya kufanyia mazoezi mm. lakini pia nguvu uh, kubwa inafanyika sana katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini vilevile vile nafikiri uwanja wa, wa Amani Complex kule Zanzibar tayari huko katika hali ya utayari kwa ajili ya mashindano hayo na mpaka kufikia Uh, wakati huo tuwe na hakika kwamba kila kitu kuhusu miundombinu itakuwa imekaa vizuri. Kuhusu miundombinu mingine ambayo uh, inatumika katika mnyororo wa thamani, miundombinu mfano ya kutoa tiba, uh, ukiangalia taasisi zetu ikiwemo hospitali ya taifa Muhimbili pale, inatoa huduma nyingi sana ambazo zipo katika viwango toshelevu vinavyohitajika kwa ajili ya wanamichezo na washiriki mbalimbali mbali. Aa, lakini miundombinu kama ya malazi kwa maana ya accommodation facilities, mm, tuko vizuri tuko vizuri kama nchi katika eneo hilo. Kwa hiyo nafikiri kama nchi tuko tayari kwa, katika upande wa miundombinu na vivyo hivyo tuko tayari katika upande wa timu yetu ya taifa mm, tuko vizuri kwa kweli.